Tumekupa taarifa nacho kwamba mapema leo katika mkoleni, kupitia jamvini ya Voice FM 102.7 tutakuwa na daktari hapa na atatupa ukweli kuhusu madhara yatokanayo na kipande cha kondo la uzazi linapoangukia sehemu za siri za mtoto baada ya kuzaliwa. Dkt Mathiasi Stephani Materu yuko hapa na tayari kutupa elimu hii. Daktari, uwanja ni wa kwako, karibu sana. Asante sana, asante. Sasa nitapenda kuanza mbali kidogo, hatilisi watu kujua nini maana ya kondo la nyuma mm. Sasa kitaalam tunasema ni umbili kokodi, umbili mm. kokodi ni kondo lile la, la, la, la, la, la mtoto au la mama la nyuma mm. Sasa kitovu kwa mtoto ni kitu muhimu kwa sababu anavyokuwa tumboni yeah. kwa mama yake kwenye tumbo la uzazi ndicho mm. kitu pekee ambacho kinamfanya mtoto kuweza kupata virutubisho kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto mm. lakini pia inatoa zile, tunasema ni takataka, vitu ambavyo si salama kutoka kwa mama sasa, sasa kutoka kwa mtoto, kwa mtoto kwenda kwa mama mm. na hichi kitovu ambacho ni mbili kwa kodi kitaalamu inakuwa na mishipa miwili, imegawanyika mara mbili, kuna mshipa mm. wa vena na mshipa wa ateri. Mm. Sasa tofauti na sehemu nyingine za mwili kitaalam, mishipa ya vena inabeba damu ambayo ni haina oksijeni mwilini. Mm. Na ateri inabeba damu ambayo ina oksijeni mwilini. Sasa hapa kwa mama ni tofauti kidogo, kwenye kondo hili la nyuma la mtoto, kitovu cha mtoto. Mm. Mtoto anapokuwa tumboni, tunasema kwamba ili aweze kupata zile tunasema ni virutubisho kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto anatumia mishipa ambayo ni vena. Vena inabeba damu yenye oksijeni pamoja na virutubisho vikitoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Sasa vikisha tumika, vikiwa sasa enda damu yenye oksijeni au kuna changamoto, tunachokifanya ni kinachotokea ni kwamba ile mishipa ya ateri inabeba zile damu ambazo zina zina oksijeni au zenye matakataka na kuzirudisha kwa mama kwa ajili ya kufanyiwa mabadiliko, ili basi mtoto aendelee kupata virutubisho na oksijeni ambayo ni salama. Sasa Kitovu ni kitu cha muhimu sana kwa mtoto, kati ya mtoto na mama, ndicho kitu pekee ambacho kinamuunganisha mtoto na mama akiwa tumboni. Sasa mm -hmm. Na mtoto huyo akishazaliwa kile kitovu huwa kinakatwa kitaalam. Kuna sentimita za kukata kile kitovu, wanajua wataalam, aidha manisi, madaktari mm -hmm. Lakini basi kinakatwa kwa mfumo ambao kinabaki kwa sentimita kadhaa ili basi kiweze kufungwa na kiweze kupona vizuri. mm -hmm. sasa Ukisha kata kile kitovu, kile kinachobaki kile kidogo ambacho ni almost kama sentimita nne mpaka mbili kile tunatarajia baada ya kuanzia siku ya tano mpaka mm, siku ya saba mm, kile kimekatika kabisa. Okay, yes, mm-hmm. Sasa kinapochukua muda mrefu zaidi ya wiki mbili tatu, na maana hapo kuna changamoto, ni lazima madaktari kukaa chini, kuangalia kujua shida ni nienda ni mama au ni mtoto. Kwa sasa kile kitovu ni lazima kikatike ndani ya wiki mbili kuja chini. Mm -hmm. Kikienda mbali zaidi na maana kuna changamoto. Okay. Sasa ni vizuri kujua kwamba kitovu ni kiungo kizuri kati ya mm -hmm. mama na mtoto akiwa tumboni. Mm -hmm. Ni lazima kila mtu awe nacho. Okay. Lakini baada ya kuzaliwa ni lazima basi kikatwe vizuri, okay, ili iweze kupona vizuri. Na mtoto kishazaliwa hakuna tena mahusiano kati ya kitovu cha mama na cha mtoto kwa sababu kinatenganishwa. Mm -hmm. Kwa hiyo na maana sasa hapa mtoto ataanza kutumia maziwa ya mama kwa njia ya kunyonya mm. ili aweze kupata virutubisho. Mm. Kwa hiyo akishaji, mama akishajifungua tu baada ukata kile kitovu tunakata mawasiliano kati ya mama pamoja na mtoto. Mm. Sasa mtoto atapata virutubisho kwa njia ya kula kwa maziwa ya mama kunyonya. Mm. Na hapo tunashauri atilisi, mama anyonyeshe mpaka miaka miwili kama anaweza. Mm. Akishindwa, kama ni mfanyakazi, basi atilisi ile miezi mitatu ya mwanzo atamnyonyesha yote, lakini basi kwa sababu pia miongozo ya nchi inaruhusu nadhani baada ya masaa sita mama kurudi nyumbani mm, aendelee kumnyonyesha mtoto yeah. Baada ya hapo pia kuzaliwa, sasa atapata oksijeni kwa kutumia pua mm, kawaida mm, hata tumia tena kitovu cha, cha, mm, cha, cha, cha kwake kupata hiyo oksijeni mm. Sasa, baada ya hayo yote kitovu kinavyoanguka sasa, mm, tuje kwenye kiini cha mada ya leo kwamba kitovu kile kinapoanguka mm, kaangukia sehemu za siri za mtoto mm ya uzazi. Yeah. Sasa hapo kwa herufi kubwa mm. na na mm. kwa kusoma kwangu na kufundishwa na maandiko mengi ya kitaalam, hakuna uthibitisho kwamba kitovu cha mtoto kikiangukia sehemu zake za siri mm. kitamfanya mm. akose uzazi. Si kweli. Na hicho kitu hakipo. Sasa katika jamii kuna kitu tunachokiita ni myth. Myth ni vitu ambavyo tunasema ni imani potofu mm. au mila potofu ambazo zipo mm tunatumia nguvu kubwa sana kuziondoa kwa sababu zilikuwepo kipindi cha zamani mm. Edha kwa bibi zetu, kwa babu. Sasa mm. unakuta baadhi ya sehemu hata ni Kilimanjaro, sehemu nyingine, unakuta mama akijifungua na mamlaka mwenye mamlaka ni mama mkwe. Sasa unakuta mm. kile anachomweleza yule aliyejifungua anakifuata, kwa sababu anaamini huyu mama amejifungua muda mrefu, ana uzoefu sasa pointi hapa ni kwamba niombe sana kwamba mama anavyokuwa mjamzito, anaenda kliniki ya baba mama na mtoto. Sasa kule wanafundishwa vitu vyote vya muhimu na vya kufanya. Cha msingi basi ni kwamba kila mmoja avisikilize na kunavyokuwa na changamoto mm -hmm, asione tabu kurudi kumwambia nesi, daktari, samahani napitia changamoto moja, mbili, tatu aidha nyumbani kwangu kwa sababu ya baadhi ya mila za makabila au familia mm -hmm. sasa anavyookaa kimya akashurutishwa kufanya chochote, wengine wanapaka mpaka mavi ya ng'ombe pale, wanapaka vitu vya ajabu, sasa mwisho kwenye kitovu, yes, sababu ya baadhi ya mila za maeneo fulani fulani za kifamilia ni makabila. Sasa hmm. vile vitu ndio vinaleta changamoto katika mm. mwili wa mtoto, mm. si sehemu zake za siri. Mm. hakuna mahusiano kabisa kabisa, hakuna mahusiano daktari. Yes. Kuna, kuna baadhi ya wazazi yeah. kama unavyosema, unasema mtoto anazaliwa, lakini mwenye mamlaka anakuwa ni mama mkwe Si ndio eh? Yes. Uh, kuna wazazi hawalali, yani kitendo tu ametoka hospitali mm -hmm. Yuko anachunga kitovu cha mtoto kisidondokee sehemu zake za siri, akiamini kabisa ndo inaenda kufanya hilo jambo okay. Uh, sasa u, u, i, kama ndo mtu ni mila, ameenda kwa watu mm -hmm. Atamwelimishaje mama yake mkwe, amwambie kwamba hii haipo? Haipo, kwa sababu hawalali <laughs> watu wanateseka akilinda okay, kitovu ni kweli, cha mtoto ni kweli, ni kweli. Sasa, nashukuru kwa swali hilo mm. Sasa nirudi pale mwanzo kwamba kliniki ile ya, ya, ya uzazi mm. Ni ya baba, mama na mtoto okay. Hakuna mama mkwe, hakuna baba mkwe mm. Kwamba mimi mke wangu ni mjamzito naambatana naye mimi mm. Sasa elimu inayopewa napaswa nipewe mimi na mke wangu okay. Sasa mkishirikiana kati ya mume na mke kupata ile elimu toka mimba ikiwa hata na siku moja mpaka anajifungua, utajikuta mm, kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kwa umoja wenu mtaweza kuvipinga kwamba hivi ni sahihi, hivi sio sahihi. Sasa cha mwambo ni kwamba ni shauri sana wanaume tuwe karibu na wake zetu, kwa sababu tuna sauti kubwa. kliniki ni mara chache yeah, edha ni mara moja kwa miezi mitatu. Tenga muda, nenda naye kuna elimu anazopo kule ambazo sasa ni vizuri baba ukizisikiliza, tilisi nyumbani ukitoa neno linasikilizwa. Sasa mama kishajifungua, kama akajifungua kwa njia ya kawaida tunaamini kwamba ndani ya masaa 24 mpaka masaa 48 yani siku moja mpaka mbili, anapaswa ameruhusiwa kama ana tatizo lolote, na kama ni kwa njia ya operation basi tunaamini almost kuanzia siku tatu mpaka tano ameruhusiwa. Sasa hapa nitoe jamii hofu na wamama kwamba unavyoruhusiwa na mtoto kile, mm -hmm. kitovu tunakichunga kwa sababu za msingi sana mm -hmm. Sio kudondokea sehemu za siri mm -hmm. tunazichunga ili zisipate maambukizi ya wadudu wabaya. Tusikilize vizuri hapo mm -hmm. Sasa tunamwambia mama, unaruhusiwa na mtoto wako yeah. kama yuko na mume, kama uko na mama mke na mama mkwe mm -hmm. Sasa tunachopambana ni kwamba tunampa elimu kwamba kitovu hiki mm -hmm. kitunzwe, kisichafuke atumwambii kwamba akichunge sio ambacho kimedondoka. Ki ambacho ndo anatoka nacho na mtoto mke. Sasa, lazima atoke nacho kwanza ndo kikaangukie nyumbani. Yes. kwa hiyo unazungumzia kile anachot..., yani vile mtoto anavyotoka. Yes. Sawa, sasa tunampa elimu kwamba achunge kitovu cha mtoto kisipate uchafu wa aina yoyote yoyote. sio kisiangukie sehemu za siri, kikiangukia pale sio shida, kawaida Lengo la kuwapa hiyo elimu ni nini? mm. Kitovu kile cha mtoto ni moja kati ya njia ambazo zinapitisha uh, mashambulizi ya, ya magonjwa mm. kupita kwenye kitovu kwenda kwenye sehemu za mwili za mtoto mm. Sasa aidha kikishikwa na mikono michafu au kikishikwa na mikono au kikipakwa chochote ambacho si sahihi, sasa ataanza kupata baadhi ya dalili za magonjwa mm. Kinaweza kikatoa usaha yeah. Kinaweza kikashikwashikwa kikatoa damu mm. sasa anavyoanza kupata homa au anavyoanza kupata dalili yoyote kwa mm. mtoto mm. Sasa inaanza sehemu ndogo, baada ya siku unakuta anapata homa mwili mzima mm. na vitu vya hapa na pale, sasa mm. tunachosisitiza, mm. kitovu cha mtoto kitunzwe katika hali ya usafi, na hata kumwogesha mama tumwambie mama mtoto anapaswa aogeshwe, mm. kisha maliza kumwogesha, pale sehemu ya kitovu naifanya ya mwisho unaisafisha na kitambaa ambacho hujagusa mahali pengine popote kwa mm. kwa utaratibu mm. na ukiona uwezi mm. enda, kama kuna mamamko ambaye ni mzoefu yeah. nasaidiana. okay. Okay. Sasa mtoto akipata maambukizi kwa kupitia njia ya kitovu ni mbaya, kwa sababu anaweza akapata homa mm. ile homa ikampeleka kupata degedege. okay. Okay. anaweza akapata homa ya manjano Mm. inayoanzana na pale kwenye kitovu sasa. Mm. ni kitu ambacho lazima kichungwe, ili mm. asiekapata maambukizi ya bakteria au chochote. Lakini basi kile kitovu kisipopona mapema mm. kitamletea madhara mengine sasa. Mm. ni lazima tunajitahidi kwamba ndani ya wiki mbili kweli kiwe kimekatika na kiwe kimepona, na tunamwambia kwamba usisubiri wiki mbili, siku mm. saba, akija katika ni lazima urudi arudi hospitali ili Mm. tutafute sababu ni nini, hedha ni mama mm. au ni mtoto ni mtoto. Sasa, mtoto akipata mashambulizi ya bakteria ikiwa na ule uchanga mm. ni moja ya sababu ambazo zinafanya kitovu kinachelewa kukatika mm. Na kama pia mama kuzingatia yale matumizi ya dawa za kliniki zote zokuwa napewa mm. zile za madini madini, pia zinachangia zina kwa kitovu cha mtoto kuchelewa kufanyeje kukatika, kukatika. Yeah. Lakini pia kama mama kutunzwa vizuri kipindi cha uzazi wake mm. ni moja ya vi, lishe mm. ni moja ya vitu ambavyo vinafanya kile kitovu kinachukuliwa kukatika mm. Sasa, kitovu lazima kikatike mm. lakini lazima kikatike ndani ya muda ambao unapaswa kitaalamu. Kabisa kabisa. Kwa hiyo kikiangukia sehemu za siri, mtoto wa kiume atapata uzazi. Ukiamkia sehemu ya kike ya watoto wa kike lazima atapata uzazi. Hakuna vithibitisho kwamba mtoto wangu aliangukiwa na kitovu kwenye sehemu za siri, sasa hivi ana mtoto mm. sasa hivi hapana, kitaalam hakipo okay. Tunachopambana ni kwamba tunapambana sana kuhakikisha kwamba mama anapoa elimu ya kutosha mm. kitovu chake kisipate changamoto yoyote, kwa sababu tunatarajia na tunapenda mm. mtoto mchanga mm. Tuna, a, sasa kwenye suala la uchanga wa mtoto, hapo pia kuna katika vipengele mm. kuna mtoto mchanga sana ni mm. ni mtoto wa siku sifuri mm. toka wiki mbili. Kuna mtoto ambaye ni mchanga kidogo, kuanzia wiki mbili mpaka siku ishirini na nane. Sasa hawa watoto kwa gharama yoyote ni lazima walindwe sana, wasipate maambukizi yoyote ya magonjwa mm. na tunacholinda cha kwanza ni kitovu chake, cha pili ni njia yake ya mfumo wa kupumua. Anaweza akapata tunasema ni mchafuku wa damu kupitia kile kitovu. Sasa itamgarimu kulazwa, kuchomwa sindano za masaa kwa siku tano, hata mpaka siku saba mm, ili aweze kupona mm. Lakini basi anaweza kupata mashambulizo kwa kupitia mfumo wa kupumua mm. Sasa hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu ni lazima pia atalazwa apate mm. dawa za sindano, na watoto wadogo hawa waturuhusu sana kutoa dawa za mdomoni kwa sababu nazo zina madhara mm. Utumbo haujakomaa vizuri, anaweza akapata changamoto za kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo tunapambana, tuna sana kuwakumbusha wazazi, baba na mama, mama hata kama yuko single mm. Pambana na mtoto wako asipate changamoto yoyote ya kitovu yeah, kwa sababu ndio source, ndio chanzo cha kwanza cha kumfanya mtoto akapata maambukizi katika mwili wake. Sawa kabisa, yes.